Sisi kamati ya siasa tuwe sehemu pia ya kuitangaza shule yetu, na hata sisi wenyewe tupate fursa ya kuweza kuleta watoto wetu hapa. Kwa kweli watoto hapa si kulelewa tu kitaaluma, lakini wanapikwa hata kimienendo. Na mimi niseme tuizipongezi, tumezipokea na tunashukuru sana, na tutaendelea kuongeza jitihada katika kuboresha miundombinu, lakini na misingi ya kitaaluma. tunashukuru sana. Aya, Chama cha Mapinduzi inaendelea na ziara hapa, tupo shule ya pre and primary English medium ambayo iko hapa kata ya Muzye, eh yaz kukagua ujenzi wa bwalo hapa. Kuna milioni 100 ambazo zimeletwa kwa ajili ya kutengeneza kujenga hili bwalo. Kamati ya Siasa inapongeza kwa kazi inayoendelea, kwanza kwa muda ambao wanatumia speed anayoitumia lakini mbili, kwa ubora wa ujenzi wenyewe. Kwa hiyo tunadhani majengo yote wenzetu wangesimamia kama wanavyosimamia jengo hili, tungekuwa tunaona matokeo makubwa, kwa sababu hatupendezi kuona tunajenga jengo afu baada ya miaka kumi serikali hii ya chama cha mapinduzi waze kujenga jengo hilo hilo. Tunatamani tujenge, ili baada ya kujenga tuwe tumejenga tuwaze kufanya na mambo na mambo mengine. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Mkurugenzi ongereni. Na tunadhani juhudi hizi zisiishia